Dr Philip Isdol Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamis Hamza Hamis Chilo, naibu waziri ofisi ya makamu wa rais, ambao leo una dhamana ya shughuli hii, na manaibu waziri wote waliopo, Mhandisi Meja, katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais, makatibu wakuu na manaibu Katibu wakuu, Mheshimiwa mweshimiwa Lupembe, makamu mwenyekiti wa kamati ya mazingira na maji, na niombe ni, ni asili na nijinasabishe na mtiririko wote wa itifaki kama ulivyowekwa na kutajwa na wafawidhi wa sherehe hii, lakini na wale wote walionitangulia. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu rahimu kwa ruzuku ya uhai lakini afya ya kutuwezesha kukutana hapa leo pili nichukue nafasi hii kwa moyo wa shukurani kubwa kabisa nimshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kinara na msimamizi mkuu wa mazingira katika nchi yetu lakini ambaye amekuwa mfano wa kuigwa katika bara la Afrika na duniani hasa katika kuhimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia ambayo sio tu itaokoa na kuhifadhi mazingira, lakini afya hasa ya wanawake na wasichana ambao muda wao mwingi wamekuwa wanatumia nishati isiyokuwa safi. Lakini pia nimepata mshtuko mkubwa sana, sikutarajia kwamba nitapata nafasi ya kuongea. Sikujiandaa na wewe, wa wafahamu, hupenda nijiandae, lakini sikujiandaa lakini labda wakati mwingine ni vizuri kusema bila kujiandaa. Kwao nikushukuru pia wewe sana, sana, kushukuru kwa sababu wewe umekuwa rafiki mkubwa wa mazingira toka utoto wako, ujana wako, na sasa sijui niseme utu uzima wako au uzee wako. E, mazingira ni sehemu ya maisha yako, tunaokufahamu sio tu e, e, mayamaya lakini iwe Chanika iwe Buhigwe, e, ukifika kwako unajua huyu ni mtu ambaye anapenda mazingira kwa aina mbalimbali ya miti, iwe ni miti ya kivuli, iwe ni miti ya, ya, ya, ya matunda. Lakini toka umekuwa makamu wa rais umeasimamia mazingira kwa kiasi kikubwa sana, hata leo umetoa maelekezo mengi sana na moja amboli, ya maelekezo ambayo aliyatoa kwa mji wa Dodoma ni barabara hii ya kwenda Mayamaya ambayo naipita mara nyingi sana pale Makutupora ambapo sasa hapa ameanza kubunjuka kwa rangi ya kijani kwa maana ya kuwepo kwa miti. Maana yake nini? Umeonyesha kabisa kwamba kupendezesha miji sio taa, taa ni muhimu, na mimi naziomba kule kwenye jimbo langu, lakini pamoja na taa pia miti ni sehemu kubwa sana ya upendezaji wa miji na maeneo jana, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nikiwa Arusha kutoka Nairobi kwenye mambo ya chani afo, nafika Arusha nikapata simu nyingi sana kwamba nahitajika leo kuwa hapa. Na katibu wako mkuu na naibu katibu mkuu hawakuniambiwa naitiwa nini. Hasa leo nimejua kwamba kuna tuzo. Sasa ili nisirudi tena hapa baada ya wewe kunipa tuzo, naomba nishukuru, nikushukuru sana shukuru sana kwa wazo hilo la kupewa tuzo ambalo mimi sikulitarajia kabisa. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr Samia suluh Hassan katika shughuli hii ambayo ilikuwa ni yake kuridhia pendekezo lako la mimi, profesa Ibrahim Hamisi Juma ambaye leo ni jaji mkuu wa Tanzania na ndugu yangu Kasmiri Sumba Kuki ambaye na leo ilikuwa aje hapa, lakini ana shughuli nyingine ya Arusha kwa kutukumbuka kwa kazi ambayo sisi tunaona tulifanya ukiwa ni wajibu wetu kwa nchi yetu na kwa dunia, lakini nyinyi leo mmeona inastahili sisi kupewa tuzo. Lakini ni mtaji mwenzetu ambaye hakufika mwisho wa safari ile, kwa sababu Mungu alimpa rehema kabla ya kazi ile kukamilika, naye ni marehemu Vincent Daniel Shauri. Lakini Mheshimiwa makamu wa rais, wewe wakati huo ulikuwa Benki ya Dunia. Nipende kumshukuru sana na mtu ambaye alikuwa nyu, eh, na msukumu mkubwa katika kazi hii katika Benki ya Dunia, ambayo unamfahamu Dr. Ladislaus Komba Chengula. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru sana watu tuliofanya nao kazi kwa karibu, na ndio walioiratibu na mmoja yuko hapa, Dr. Richard Myungi, fanya naye kazi kubwa sana, lakini pamoja na yeye nimshukuru sana sana sana mzee wetu Eric Mgurusi. Na mimi na Muyungi na wengine wako hapa wanamfahamu mzee Mgurusi, utarudishiwa kitu kukirudia kukiandika na kukipurufuridi zaidi ya mara kumi. Lakini pia Mheshimiwa Makamu wa Rais, niwataje wale ambao walikuwa nemki wakati huo na walitusaidia sana. Moja ni Dr. Bonaventure Baya, lakini na bwana bwana bwana bwana Muheto. Mheshimiwa Makamu wa Rais kazi ile tuliifanya na bunge likaipitisha ile sheria tarehe 14 Novemba mwaka 2004 na na Mheshimiwa Rais Mkapa akairidhia sheria ile tarehe 8 mwezi wa pili mwaka elfu mbili na tano. Na wakati huo tulifanya kazi hii chini ya Mheshimiwa Dr Omar Ali Juma aliyekuwa makamu wa rais, naye akapata rehema ya Mungu. Tukafanya kazi hiyo na Dr Ali Muhamed Shein na Mheshimiwa Makamu wa Rais, Haya siyo ya sehemu hii. Msukumo wa Dr Ali Muhamed Shein ulikuwa mkubwa sana kwa sababu mawimbi wakati wa kuipitia sheria hii yalikuwa makubwa sana, lakini tumshukuru sana Dr Ali Muhamed Shein kwa kuisimamia kazi ile na kuhakikisha baadaye sheria hiyo imepita. Nilifanya kazi na makatibu wakuu, nao wakumbuka, waliosimamia vizuri sana, marehemu Peter Joram Ngumburu, marehemu Rafael Molel, dada yetu Mary Mushi, kwa sababu baadaye mheshimiwa Dr, Mheshimiwa Rais Mkapa aliamua ofisi ya makamu wa rais iwe na makatibu wakuu wawili, lakini pia e, Mheshimiwa ndugu e, Abubakar Mwingereza Rajabu na baadaye Dr Ruthi Moleri. Wote hao mheshimiwa e, makamu wa rais, niwashukuru kwa sababu najua e, nimalize sasa, ili nisije tena. Mheshimiwa makamu wa rais Sheria hii unaifahamu vizuri sana, na ni sheria ilikuwa shirikishi kabisa, wananchi walikusanya maoni kutoka sehemu mbalimbali. Kwa wale waliotusaidia kukusanya maoni ya wananchi, naomba kwanza ni mshukuru Profesa Mark Mandosia na marehemu Profesa Matthew Ruhanga kupitia shirika lao la Assist, ambao wao walifanya kukusanya maoni upande wa kusini mwa Tanzania. Lakini pia ni shukuru Institute of Resource Assessment ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Hussein Sosovere na Profesa Rafael eh, Mwaliosi ambao nao walitusaidia kukusanya maoni hayo. Lakini niwashukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais wahisani wakati huo, wewe mwenyewe wakati huo ukiwa benki ya dunia. Lakini zaidi leo nimkumbuke Profesa Beno Ndule, mkumbuke Profesa Beno Ndule ambaye pia alikuwa nyuma ya kuanzisha ule mradi wa Institutional and Legal, eh, eh, Framework for Environmental Protection ambao katika awamu ya kwanza nilifanya kazi pamoja na mtaalamu kutoka Benki ya Dunia, Jeffrey Lewis, lakini nilifanya kazi pia na wasaidizi waliyonisaidia wawili, bwana degradas Gamasa na Dr. Suma Kahare, na baadaye tulipomaliza ndio ikaja hii awamu ya kutunga sheria. Kwa nimshukuru sana Dr. Profesa Beno, Beno Nzulo, ndulo wakati ule aliyesukuma sana mradi ule wa Benki ya Dunia na baadaye tukapata uhisani kutoka USAID. Uhisani kutoka Danida, uhisani kutoka Sida Sweden, uhisani kutoka serikali ya Netherlands. Lakini pia eh, uhisani kutoka, kutoka mradi mmoja ambao ulikuwa unasimamiwa na, na shirika moja la, la Marekani la, la World Resource Institute. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sheria ile au sheria hii ina sehemu 22, ina vifungu 233. Kuna jambo leo mmelisema kwenye mabanda wakati unapita kwamba nyaraka nyingi hizi ziko kwenye Kiingereza. Na sisi wakati ule tuliona sheria hii yenyewe isipotamka kwamba itafsiriwa kwenye Kiswahili haitatafsiriwa. Kwa hiyo ibara ya kifungu cha mwisho katika sheria hiyo cha 233 kilisema the act to be translated into Kiswahili, ikasema the minister shall as soon as may be possible after the enactment of the act cause the act to be translated into Kiswahili to enable the citizens of Tanzania gain access To the, to, the, to the translation. Na kweli, Mheshimiwa Makamu wa Rais, sheria ile ilitafsiriwa kwa maagizo ya Dr. Ali Muhamed Shein, ilitafsiriwa ndani ya miezi sita baada ya kupitishwa na Bunge, na yeye mwenyewe alipitish aliipitia kusahihisha eh, Kiswahili cha, cha sheria ile. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sheria ile imedumu muda na sisi tunashukuru, imefanya kazi na ilikuwa na mambo mengi sana Nisichukue muda wako mwingi kuieleza, lakini nina mawili ya kuyasema. Moja, serikali za mitaa na, na, na, na sekretari za mikoa ndio wasimamizi wakuu wa sheria hii kwa sababu ya mfumo wetu wa decentralization by devolution. Na ndio maana naomba, nimeona baadhi ya marasi hapa, wasome kifungu cha 34 na 35 kuona wajibu wa sekretariati za mikoa kati ya serikali kuu na serikali za mitaa. Lakini serikali za mitaa zenyewe zisome kifungu cha 36 mpaka 41. Na Mheshimiwa makamu wa rais, tuliepuka kuunda kamati nyingine mpya ili na kukumbushana wajibu wao. Lakini jingine, mheshimiwa makamu, anazungumzia kuhusu uhifadhi na ulinzi wa milima na vilima. Walipewa miaka mitano kuorodhesha vilima vyote nchini na milima yote nchini, na ile iliyo katika hatari ya maporomoko itangazwe kama maeneo yaliyohifadhiwa Environmental Protection Act. Mheshimiwa makamu wa rais, umekwisha tupa ma -ma maelekezo na maagizo nadhani kifungu hicho sasa kifanyike, kwa sababu mheshimiwa makamu wa rais umelisema mara nyingi. Vilima vyetu sasa vinachimbwa, vina, vina ovyo, vinabomolewa ovyo, na ndio matokeo ya baadhi ya maafa tunayo yapata, na jambo hili hatukuliweka kwa kupenda, lakini utafiti uliokuwa umefanywa na Institute of Resource Assessment na Profesa Mariosi na Profesa Sosovele ulionyesha watu wa Tanzania tunadhani vilima havina mwenyewe au Mwenyezi Mungu aliviweka bila kuwa ametafakari, kwa nini vilima hivyo ni muhimu, na viko vilima vingi ambavyo sio vya mawe, na matokeo yake watu wakichimba na kukata miti, maji yanaingia, yanajaa, vinafumuka na kumwaga e, tope na kuleta maafa. Na Mheshimiwa makamu wa rais, nimalize kwamba miongoni mwa watu ambao walitunza maeneo hayo ni Waasu au Wapare ambao maeneo hayo waliyaita mhungi na waliweka masalia ya wazazi wao, lakini baada ya hayo mambo kuondolewa, sasa ndio unaanza kuona yale maporomoko kama ya Hedaru na maporomoko ya aina nyingine. Nimekitaja kifungu hiki Mheshimiwa makamu wa rais, mbele yako ili tujue sisi tulioko serikalini tuna dhamana sasa ya kukitekeleza kifungu cha 58 cha kuibainisha na kuitambua milima yote na vilima vyote na kuvitangaza kama maeneo yaliyohifadhiwa ya mazingira ili viwe chini ya usimamizi wa nemki. Na maana yake hakuna mtu kwenda kuchimba changarawe huko, hakuna mtu kwenda kujenga huko, hakuna mtu kufanya hayo. Mheshimiwa makamu wa rais, sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa rais na wewe, na tuko tayari kupokea maelekezo yako leo ili tuweze kwenda kuyatekeleza ili kuendelea kuhifadhi mazingira haya na kama, kama kuna kitu ambacho Mheshimiwa makamu wa rais, umetukumbusha mara nyingi, tukichezea mazingira Mwenyezi Mungu hasubiri kutuhukumu siku ya Kiyama, anatuhukumu sasa, na hukumu hiyo ni mbaya kwa sababu ni hukumu tunaipata tukiwa hai. Hukumu hiyo nyingine tutakuwa katika dunia nyingine. Kwa hiyo tuepuke hukumu katika dunia hii ambayo adhabu yake inatokana na mazingira. Kwa mazingira, Mheshimiwa makamu wa rais, mimi kwangu leo tuzo hii ina umuhimu. Kwanza imetolewa na mheshimiwa, imepata idhini e, e, ya Mheshimiwa Rais, lakini naipokea kutoka kwako, na wewe unajua kwa nini. Kupokea tuzo kutoka kwako kwangu ni heshima, heshima, heshima kubwa. Tumekuwa pamoja, lakini Mungu alikujalia kimo kikubwa kuliko mimi, na mimi mwenye kimo kidogo kupokea zawadi hiyo kutoka wewe kwenye kimo kikubwa ni baraka na heshima kubwa, na naamini itanisaidia inshallah Oktoba kwa haya yanayokuja. Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, nakushukuru sana.